nyazifa mbalimbali tunakoelekea katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025 ambao unakwenda kufanyika Oktoba 29, hapa hapa Tanzania. Kutoka Njombe Tanzania, hii ni Asili Yetu TV. Ungana nami kujua leo tuko na nani, mwanzo mpaka mwisho. Naitwa mzee watatu, nyuma kamera niko naye Kevo Mnyama. Karibu sana leo katika meza yetu ya kujua yupi ambaye tumekusogezea kujua Aa, anagombea nafasi gani katika uchaguzi mkuu lakini pia ye ni nani? tuko naye hapa mheshimiwa, muite Deo Mazao Sanga kutoka Njombe Tanzania. Niko naye hapa Mheshimiwa Deo Mpia. Habari yako? kwema kabisa. kwema kabisa, karibu. asante bwana eh, tunaomba tu kwa faida ya Watanzania wana Asili Yetu TV ujitambulishe uh, tu mwenyewe kwamba we ni nani lakini pia ni mgombea wa nafasi gani kwa kupitia tiketi ya chama gani? Asante, nashukuru hmm. mimi kwa jina naitwa Deo Mazao Sanga hmm. ndiye niliyeteuliwa na Chama cha Mapinduzi hmm. kwa kugombea nafasi ya udiwani okay. wa kata ya Njombe Mjini yeah. kata yenye wakazi wengi kuliko kata zote ndani ya mkoa wa Njombe, ndani ya mkoa wa Njombe. <laughs> Wanasema kata mama, kata mama. <laughs> Ndio uh, wanasema hii kata, pamoja na kwamba neno kata linaweza likaonekana ni rahisi sana, lakini kwa upande wa kata ya Njombe mjini ni kata tata yenye mambo mengi ambaye imebeba, wanasema karibu robo ya wakazi wa Njombe wako hapa katikati ya mji kwa sababu wanasema mkoa wa Njombe bana ni mkoa ambaye kidogo wakazi wake wengi wamejikosanya hapa mjini. Ah, kipi kinakuaminisha wewe una uwezo wa kupambana kuiongoza kata hii? Kwanza najiamini kupitia kugombea mm. nafasi ya udiwani kwa kata Njombe mjini mm. moja kabisa yeah. ni kata ambayo kila kiongozi unayemhitaji kwa nafasi yeyote anapatikana hapa ndio mm. kuanzia mbunge ukizungumzia <laughs> RPC yeah. yeah. Mkurugenzi mm. mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa wote wanapatikana, wanakuwa hapa ndio, afisa okay. biashara, yani kila sekta ipo. mm. yeah. Unadhani ni, ni kata ambayo ni rahisi kuiongoza ku, ku, ku, kwa upande wa, wa nafasi ambayo unaigombea una wewe? Kwa namna nilivyojipima mm. hii kata nimefuatilia chaguzi zaidi ya sita. mm. Ilikuwa inamsubiri diwani kama mimi. Okay. Ndio. <laughs> Wanasema wewe ni, ni, ni, ni, ni mgombea udiwani ambaye umeshapitia changamoto za kuenguliwa kwenye mchakato wa wajumbe uh, mara kadhaa uh. Vipi sasa hivi unajisikiaje kupata nafasi hii sasa mara baada ya kupitishwa na wajumbe rasmi? Kwanza, CCM kwani tunasema ni chama bora. Eh. Hey. Mimi nimeanza kuijua CCM mwaka 95, okay, nikiwa nasafirisha wajumbe mm, kutoka sehemu mbalimbali katika wilaya yetu ya Njombe. Okay, nikajipima nikaona, mimi mwenyewe naruhusiwa kuingia kwenye vijana mm, mwaka 95. 95, ndio nimekwenda na hiyo hatua, baadaye nikaona sasa nijipime, kugombea mm, nafasi hiyo. Okay, lakini unapogombea ndani ya CCM jua hayo ni maamuzi yako wewe na familia yako na wapambe wako mm. Chama kama chama kina maamuzi yake okay. Hakisimamiwi na mtu yoyote wala kupangiwa. Kwa hiyo nimegombea sasa ni awamu ya nne mm. Awamu ya kwanza niligombea, mwenzangu alipata kula mia tano na nne, mi nipata kula mia tano okay. Mwaka elfu mbili na kumi nakuja nimegombea mara ya pili, mimi nipata kula themanini, mwenzangu alipata themanini na tatu. Nimekuja nimegombea awamu ya tatu. Hiyo ya tatu, mwenzangu alipata kura sabini mimi nilipata kura mia moja arobaini mm. Lakini kupata hizo kura 140 hazikuwa ni sababu za kuwa mimi nipeperushe bendera <laughs> yeah. Vikao vya kamati vilikaa vikachukua, mm. maamuzi yake na mimi nikapewa barua ya kuwa wapili ndio ameteuliwa kuwa diwani okay. Naweza kasikitisha kidogo mm. lakini mm. nikasema, haina shida. Naomba aliyeteuliwa mm. na Chama cha Mapinduzi awe ndio mgombea wa nafasi hiyo, nami ni muunge mkono kwa asilimia mm. mia moja mia moja mm. na nilifanya hivyo ili iwe ni shule na kwa wagombea wengine kuto kuhama Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kitoka Chama cha Mapinduzi kwenda vyama vingine, unaenda kupotea. Okay. Lakini kutoka vyama vingine kwenda CCM ina eh, kujengeka <laughs> kwa hiyo nilitaka tu kuwaonyesha vijana hiyo, hmm, kuwa CCM ina mzizi mrefu wa kwenda chini, vyama vingine mizizi yake inatamba <laughs> angalia upi mzizi bora. Asante <laughs> sana um, tukija kwenye uchaguzi wa mwaka huu uh, tunasema ni uchaguzi ambao umechangamka tofauti na, na, na, na, na uchaguzi ambayo zimetangulia na wewe ni mmojawapo wa shahidi kwa sababu umeshuhudia chaguzi zote. Um, changamoto gani au vipaumbele gani ambavyo umeviona kwenye kata yako kwamba wewe ukienda kuvipa kipaumbele kwenye, kwenye uongozi wako vitakupa tija na kuleta uh, mwongozo ulio bora katika kata yako ya Njombe mjini? Nashukuru. Kwanza wajumbe walionipa zile kula mia sita wamenipima kwa muda mrefu kwenye makundi mbalimbali, okay. Wameona nafasi zote na fiti, mm. Wakaona ni wakati sasa tumpe nafasi bwana atuongoze kama hajawa kiongozi ametuongoza kufika hapa, mm. Tukimpa nafasi hii tunakuwa na imani naye kubwa. Mimi nataka niwahakikishie wanakata Njombe mjini nitaungana na makundi yote kuhakikisha penye changamoto popote tunatatua, okay. Na nitashirikiana na viongozi wote kuanzia barozi, mwenyekiti, mtendaji na mpaka ngazi zingine kuhakikisha Njombe tunaibadilisha mm-hmm. Tuna kila sababu ya kusema Njombe tunaibadilisha. Kwanza tumekuwa na bahati sasa, tunakwenda kuongeza population ya watu, kuna chuo kikuu kinajengwa pale ndio eneo la Njosi mm. Kitaenda kuongeza watu zaidi ya milioni kumi. okay. Sasa hiyo tu ni fursa kubwa sana mm. Tunajipangeje kukipokea chuo? Tunajipanga kwanza kuhakikisha tunawaelimisha makundi mbalimbali mbali, hasa hawa mamantilie wenye maduka ya vyakula mm. Na vile vile natakia tujipange kuandaa mazingira ambayo tutafanya biashara masaa ishirini na nne ndio okay, tutauza watafanya biashara za mchana mm, na saa kumi na mbili, mpaka saa kumi na mbili asubuhi tutabadilisha biashara zingine, na hiyo nilikuwa naweza kuishauri serikali itazame eneo la stendi ya zamani kuliboresha liwe mm, ni la viwango ili watu wafanye kazi pale usiku mzima okay, lakini vilevile vile tuna eneo la National Housing pale. Mm, linafaa sana nalo kuliboresha kwa sababu tuna vijana wengi waliomaliza vyuo, mm. Wanasema ajira hazipo, lakini wanaweza wakalala pale wakauza vyakula vizuri, juisi eh. Tukafika mbali sana, asante. Ndio mbali na, na mapokezi ya ujio wa chuo kikuu mkoani Njombe. Lakini hayo tunasema ni maono ya baadaye. Kwa hapa karibuni tumekuwa na changamoto kidogo ya ajira hususani kwa vijana tena naweza nikasema wa kiume. Aa, mimi naamini kwamba ukiweka kijana wa kike na wa kiume, utafutaji wa ajira kidogo na kuwa changamoto zaidi kwa mwanaume kuliko kwa wa kike huyo. Aa, sijajua wewe umekuja na mkakati gani, mikakati yako ya kuhakikisha hata kama haumalizi changamoto ya ajira kwa vijana hawa wa kiume basi angalau unapunguza kidogo ili angalau kuweka uwiano. Japo na hawa wa kike tunaamini hutawaacha, lakini hebu tuangalie kwanza upande wa vijana wa kiume. Aa, kuna lipi ambalo unakuja nalo? Kwanza nitafanya makongamano ya kukaa na vijana, ndiyo vile vile nitafanya makongamano ya kukutana na wazazi mm, kuambia neno moja tu, serikali inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan mm, haiwezi kawaajiri watu wote kwenda serikalini okay, bali mama yetu mwenye maono makubwa, mwenye mipango mikubwa anajaribu kutafuta fursa mbalimbali ambazo zinakuja kutatua ajira kwa vijana, lakini kuna changamoto kwa vijana wetu wao yeah. Wanapokuwa wow, vyuo wanasoma kuajiriwa. Sasa hii niseme kwa vijana wote, mm. Unaposoma soma, soma ili uelimike, unaporudi muulize mzazi mm. Mimi nasoma nikikosa ajira itakuwaaje? Sasa kuna wazazi wengine wanaaminisha watoto ah, wewe bwana pambana uajiriwe na serikali ukipata nafasi huko, kuna mipigo hivi? Unaenda kuajiriwa kwa sababu ya mipigo <laughs> au kwa tumikia nchi? Kwa hiyo kuna wakati wazazi <laughs> ndio shida watoto <Okay>. wetu <laughs> wanawaaminisha vitu vya uongo vile, okay. vile vijana hawa mimi nawashauri kitu kimoja, <laughs> wasiwe wa kuchagua kazi. Kuna kazi ukizifanya watu wanakusema vibaya, wanakudharau, lakini ndio kazi zina pesa na kwa sasa hizo kazi zimeshikwa sana na kabila la Wakinga, hawachagui kazi, kazi. Ndio mm. maana unasikia wanatumia dawa sio wanafanya, hakuna dawa mm. hawachagui kazi, kazi. Mm. kuna kazi ambazo zinaharaurisha lakini zina pesa okay. Mimi mwenyewe nimezifanya kazi nyingi za dharau, lakini nimeshika pesa mm -hmm. E. Uh, tumekuwa na uh, tunasema na kwenye, kwenye kundi la vijana kuna watu wenye, wenye vipaji mbali mbalimbali katika michezo aina tofauti tofauti, au sanaa kwa ujumla uh, tukianzia upande wa mpira uh, upande wa mziki uh, lakini pia upande wa uigizaji uh, vipi? Katika upande wa kundi hilo, labda kuna mkakati maalum ambao umekuja kwa ajili ya kuangalia hiyo sekta na ukawapa uka mikakati ya kujikwamua au kuwafanya sanaa zao ziwape manufaa mapema zaidi. Nakushukuru. Bahati mbaya sijatembea na ilani ile ya mkoa mm. Ilani ya mkoa ile mm. inaeleza mipango ya kuboresha michezo okay. katika mkoa wetu wa Njombe mm. na kuna maeneo yameshatengwa kwa sababu ya kuandaa viwanja vya mpira wa, mm. wa miguu, gofu na kadhalika mm -hmm. nitatafuta muda nitakupo isoma Okay. Ili nawe mjumbe kuelimisha vijana kwa kwa sababu nawe mwenyewe si kijana Ndio. Mm. umejipanga vizuri chama <laughs> <laughs> Ipo vizuri yeah. Ndio maana unaona si wenyewe tuna miaka yote tunang'ania sisi. Okay. Ndio. Naamini kuna kwenye kundi la sanaa, tukibaki hapo kwenye sanaa kwamba kuna hawa wasanii wa muziki kwamba wameonekana ni sehemu tunasema sahihi ya kuhakikisha wanatoa burudani kupitia vipaji vyao na wamekuwa wakitumikika tangu na tangu pamoja na taasisi za binafsi. Uh, lakini wamekuwa kama vile sanaa yao haionyeshi matunda, na tumekuwa na kundi kubwa, lakini wanao wanaopata manufaa mpaka sasa hivi bado ni wachache, kwenye mia labda ni moja au wawili. Aa, unadhani changamoto ni nini? Changamoto kwanza ni vijana wenyewe, mnadharauliana okay. Ukiangalia kipindi cha hayati Magufuli, mm. na mama Samia mm. kampeni zao wamewatumia vijana ili kuwajua vipaji vyao okay lakini unakuta vijana wamekaa wanatukanana vibaya kwenye majukwaa. Wewe sijui uko CCM, sijui chama cha kishamba mm, lakini mi nataka niwaambie CCM mm, ina maono makubwa makubwa makubwa kwa wasanii eh? mm -hmm. Kigoma, siku na msanii pale anagombea ubunge, ndio angalia matusi anavyotukana na vijana wenzile mm? umeweka mtu gani mm. hatoshi, mm -hmm. afanye nini sasa, kama nyinyi wenyewe vijana mnadharauliana mm -hmm. serikali vipi serikali na mpango mzuri lakini mm. nyinyi mnadharau yani. okay. mimi na nashauri vijana wengi wajitokeze kwenye majukwaa yetu ya kampeni ili na sisi tuweze kuona vipaji vyao na tuwasemee vizuri mm. na kuwasogeza zaidi na kuwatafutia fursa mbalimbali okay. asante. yeah. najua una maono mengi sana mheshimiwa mgombea una maono mengi ambayo umeweka mikakati yako kuhakikisha kwamba utakapopata ridhaa kutoka kwa wananchi sasa, ambao wanakwenda kuhitimisha tarehe 29 Oktoba, tunataka utueleze kipi ambacho ndo unaanza nacho. Nashukuru kwanza, mimi moja, naomba ni washauri wa Tanzania wote na wanakata Njombe Mjini watupigie kura za kutosha tarehe ishirini na tisa, ndio wapige kura kwa Mama Samia. mm nina kila sababu ya kumwombea huyu kura mama za kutosha. Kwanza, miradi aliyoacha hayati Magufuli ilikuwa ni ya kimkakati, ni migumu, lakini mama amejitahidi, ameipambania hmm. Amekuja akaona wanafunzi mashuleni wanateseka sana, akapambana kuhakikisha anapata fedha sehemu mbalimbali, kuhakikisha anajenga madarasa ya kutosha na madawati na shule zilizo bora za mfano ili wanafunzi wasome mazingira mazuri. Lakini shida ya wa Watanzania wengi, tuna tabia ya kupoteza kumbukumbu. Wamesahau kama kipindi cha nyuma cha miaka mitano walikuwa wanachangishwa sana shilingi elfu tano tano kwa sababu ya ujenzi mm. Mama amekuja ameliua lile kwa kuwasaidia Watanzania, lakini wale wale watanzania wanamdharau. Sasa sijui shida ni nini? Rai yangu, nawaomba wanakata Njombe wote ili tupate maendeleo ya kishindo hapa, wampe kura za kutosha mama Samia, wampe kura Deo Mwanyika, mbunge wetu. Huyu mbunge ni wa viwango tofauti na wabunge waliopita. Hatuseme mm, hawajafanya kazi ha? Mm, wamefanya kazi vizuri tu, okay. Lakini ni wa wa viwango huyu, wa viwango mm. Kwanza yeye mwenyewe anatosha, yuko vizuri, yuko kama alivyo diwani. Hebu dakika moja. <laughs> Kwani unasema wa viwango, tufafanulie kwa dakika moja. Unajua kwani nasema wa viwango kwanza mambo yake hataki madogo madogo, okay. kuna hoteli Njombe kama ya kwake hiyo mm. ipo, hapana eh? Hakuna. Hakuna. Mm. haya ni, ni mbunge aliyejitolea kufungua barabara ambazo Tarura ilikuwa haijaanza azija, kuzifungua mm. kwa kutumia greda lake okay amejitolea kwa gharama zake, greda linauzwa zaidi ya milioni mia sita. Mm. linalingana na thamani ya pesa atakazopata bungeni hapana? kwa hiyo ni waviwangu kwanza, ni mwanasheria mzuri tu anajitosheleza. ana kila yani yani kila upande anatosha. Kwa hiyo mimi nadhani huyu mbunge tusimpoteze, tumtumie vizuri, ila hataweza kushiriki jambo la mtu mmoja mmoja, anaweza kufanya ale mambo ya kijamii haya madogo madogo, mm. sio ashiriki msiba sio afanye nini mm. mbunge wewe hawezi kushiriki msiba, yote atashiriki msiba siko na nafasi okay. kwa sababu anakata kumi na tatu misiba mingapi inayotokea kwa siku katika kata kumi na tatu? Mambo mangapi yanatokea katika kata kumi na tatu hizo hawezi. Kwa hiyo tumpe sapota na tumsemee vizuri, ili aweze kufanya huu mkoa uwe ni wa mabadiliko. Tumekaa naye vikao mbalimbali, mpaka jana jioni, anasema ana imani na madiwani tuliojaza nafasi, kwa sababu kila vikao tunavyokaa tumejaribu kumwelezea kuwa hii nafasi sasa huku chini tuachie sisi. Mm-hmm. Tunatosha, kuna jambo lolote tutakueleza. Asante. Ndio mwishoni kabisa, hebu tuangalizie kundi la vijana ambapo hawa ndo nguvu kazi ya taifa, lakini pia ndo tunasema ndo wapiga kura wenye nguvu na maono ya maisha yao. Hawa ndo wanapigania maisha yao zaidi. Uh, una lipi la kuwa, kuwaeleza kuelekea kwenye uchaguzi? Mm, mimi, na kuwaeleza kwanza, mi nilikuwa nashauri waunde vikundi mbalimbali visajiriwe, mm, ili tunapoingia kule halmashauri tuone kuna ile mikopo isiyo na riba inawasaidiaje, lakini lingine wajitahidi mikopo wakikopa hiyo inalipwa. Yaani shida, mikopo hiyo inakuwa na shida, watu wanakopa hawalipi. Sasa usipolipa, mwingine atakopa nini? Okay. Hey, atakopa nini? Kwa hiyo tutatengeneza tuone vijana wanafanyaje ili wapate hiyo mikopo, na tutawaeleza hiki chuo kinapokuja wajipangeje, na tukiona kule kwenye chuo kuna maeneo ambayo wanaweza vijana wakakaa pale wafungue steshonari eh, fungue vibanda vya kutengeneza juisi chips na nini na, mm. eh, tutajitahidi kuangalia vijana. yes, yes. Tutajitahidi kuangalia tutajitahidi si vijana <laughs> wetu hakuna anayetaka <laughs> <Okay, laughs> kijana kaaibike. Asante. Mheshimiwa Deo tumalizie kwa kuwapa ujumbe wa siku ya uchaguzi Ndio. Eh, unawapa ujumbe gani wapiga kura siku ya uchaguzi mimi kwanza naomba niwaambie Watanzania na wa, wanakata Njombe Mjini naombeni tarehe ishirini na tisa muende mkapige kura kwa sababu <coughs> serikali yetu hmm. imejipanga vizuri kuhakikisha okay. haimpotezi mwananchi yeyote kwa kurubuniwa na watu ambao wanataka kuharibu nchi yetu hmm imejipanga vizuri vizuri kabisa, na mkuu wa mkoa ameshatutangazia, kwa sababu yeye, si ndio kamati ya ulinzi? Ndio, amesema kuko salama shwari. mm. Na wale wanaotaka kuandamana mimi nawashauri waache, kwa sababu kuandamana kuna madhara, na madhara anayepata sio wewe uliandamana, anapata mzazi wako. Sasa tusiwape pressure wazazi kwa maono yetu sisi kama vijana Najua mzazi ndiye anajua na thamani yako mm. Wewe unaweza usijue thamani yako. Kwa hiyo mimi ninawasa, ndugu zangu, acheni kupokea maneno ya kwenye mitandao, sikilizeni rais wa nchi au mgombea kwa nafasi ya urais anasema nini. Amesema muwe na amani, mkapige kura, kwa sababu yeye ndio muhimili wa juu kabisa wa mwisho. Okay. Kwa hiyo nawashauri vijana, hata watoto wangu mimi nimeshakaa nao vikao, na wazazi wote nawashauri wakae vikao na watoto wao, waambie nchi imetoka mbali, nchi imefanya mabadiliko makubwa eh? nchi ni kubwa mm. wazi kutufananisha na Kenya, Rwanda, Burundi tofauti, Uganda, hii nchi kubwa, tuna kila sababu ya kuwapongeza viongozi walioipambania nchi toka Nyerere, tuwapongeze sana, tujitahidi hata kuenzi hata tunayoenda kwenye mazingira maeneo yao wale kwenda kupitia kwenye yale makaburi yao, yao, yao, yao. Shida vijana bwana. <laughs> Asante sana mheshimiwa mtazamaji wa Asili Yetu TV, tulikuwa naye mgombea wa nafasi ya udiwani kata ya Njombe mjini, Mheshimiwa Jodeo Mazao Sanga aa, kupitia CCM, ambapo nadhani umemsikia vizuri alikueleza nia, vipaumbele vyake, mikakati yake katika kuhakikisha kwamba maendeleo ya Njombe yanaendelea kusogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini pia amewaasa vijana kuelekea uchaguzi wa tarehe uh, ishirini na tisa mwezi Oktoba, hakikisha unapiga kura yako ili kupata viongozi ambao unakuwa na uhakika nao na umewachagua wewe mwenyewe. Lakini pia amewaasa kama vijana kwamba mjiepushe na maneno ya kwenye mitandao, lakini pia kuepuka mm, wanasema maandamano, vitu ambavyo vinaleta hasara au vinaleta sintofahamu zaidi kwa wazazi kuliko hata wewe ambaye unakwenda kuandamana, kwa, kwa sababu tunaamini wazazi ndio wanaobeba, uh, maumivu ya vijana wao. Mimi nikushukuru tuko kuwa ulikuwa nasi katika kipindi hichi maalum cha mahojiano tukiwa naye Deo Mazao Sanga na naitwa mzee wa tatu. Hii ni Asili Yetu TV, nilikuwa naye Kevo Mnyama nyuma ya kamera. Mpaka wakati mwingine tena, asante.